Utamaduni ni jinsi binadamu wanavyokabili maisha katika mazingira yake. Hii ni pamoja na ujuzi, imani, sanaa, sheria na mila na desturi ambavyo mtu anajipatia kama mwanajamii. Inapokuja kwamba mambo fulani yanakabiliwa na jamii fulani kutekelezwa basi huitwa utamaduni wa jamii hiyo. Tunakubaliana kwamba walau kila mmoja wetu ni sehemu ya utamaduni fulani na tunajivunia tamaduni zetu kwa vile ni sehemu ya maisha yetu. Waswahili husema msahau kwao au msahau mila za kwao ni sawa na mtumwa. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika na dunia kwa ujumla, baadhi ya tamaduni hujitokeza na kuonekana kuwa za kipekee kwa jamii nyingine. Katika makala hii tutaangazia baadhi ya tamaduni zinazoonekana kuwa za kipekee kutoka baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Na kama ni mara yako ya kwanza unaingia katika kurasa zetu za kijamii, usisahau ku like, ku comment na kusubscribe katika kurasa zote za kijamii tunazofahamika kama Gavoo Media. langu jina ni Yusufu Ibn Daud Ibn Lucas na nayekuletea makala hii. Tamaduni ya kwanza ambayo tunaenda kuiangalia siku ya leo ni ya shangazi kufanya tendo la ndoa na mume wa mpwa wake. Utamaduni wa shangazi wa bibi harusi kufanya tendo la ndoa na mume wa mpwa wake huenda ikawa ni jambo la ajabu katika jamii nyingi, lakini sio jambo geni kwa jamii ya Banyankole au Manankole. Wanyankole ni wenyeji wilaya za Mbarara, Bushenyi na Ntungumo, Kiruhura, Ibanda, Isingiro, Ntungumo magharibi mwa Uganda. Ndoa katika jamii hii ni sawa na jamii nyingi za Kiafrika. Ni jambo muhimu sana kwani wazazi hufurahishwa na ndoa za watoto wao ambao hupatiwa wajukuu na kuendeleza kizazi pia. Hata hivyo, heshima ya familia ya bibi harusi ni jambo muhimu sana na hili kutokana na binti yao kuolewa akiwa hajawahi kukutana na mwanaume yoyote au akiwa bikra. Lakini bibi harusi anapoolewa na kubaini kuwa mume wake ana tatizo la kufanya tendo la ndoa, humfahamisha shangazi yake, ambaye huhakikisha iwapo ni kweli mume wa mpwa wake hawezi kufanya tendo hilo, kufanya naye tendo la ndoa mume wake, ili kujidhihirisha au kujihakikishia kwamba ni kweli ana tatizo hilo au la. Anapobaini kuwa kweli mkwe hajiwezi kimapenzi, huwapatia wanandoa ushauri kuhusu hatua inayofuata, au anaweza kuwapatia ushauri wa ufundi wa tendo la ndoa kama atabaini kuwa ndio tatizo husika, au ushauri wa matibabu pale anapoona mkwe ana uhitaji wa matibabu. Na leo tulikuwa tunaangazia tamaduni hii kutoka kabila la Banyankole la shangazi kulala na mume wa mpwa wake. Nam ndugu mtazamaji, hadi hapo tumefikia mwisho katika makala hii ya maswala ya tamaduni, na leo niliyekuwa na kuletea makala hii ni mimi Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Unaweza kutuachia komenti kuhusiana na swala hili la shangazi kulala na mume wa mpwa wake, kwani vipi lingekuwepo ndani ya nchi yetu ya Tanzania? Mtazamo wako ni ukoje? Ni sawa au si sawa? Usisahau ku like ku comment na kusubscribe katika all social media tunazofahamika kama Gavo Media, Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.